Kunaweza kutoka briefing kidogo ni kwa wapi na ilikuwaje hata izaa size jamani. Ah, uh, kutokana na mazingira na situation nzima hatutakuwa na muda mrefu wa kuongea zaidi ya dakika mbili au dakika moja. Lakini ni kuamba kwa kifupi tu niwahakikishie, mimi ni mzima mpaka sasa hivi. Niko vyema kabisa kiafya, kiakili na vinginevyo. Na hata wenzangu watatu nikimaanisha Moni Bin Laden, producer wetu pamoja na Ima, wa wa wa na kwa kazi yetu pale Tongwe wote tu wazima. Niwahakikishie na narudia tena kwamba sisi mpaka sasa hivi ni wazima, tunaendelea vizuri tupo katika taratibu za kuweza kutoa taarifa ya tukio zima ambalo limetokea. Taratibu hizo zinatufunga tusiweze kuongea chochote kwa sasa hivi. Lakini taratibu ambayo naweza kuwapa tukishinda kesho Jumapili siku ya Jumatatu nadhani ndio kutakuwa kuna press conference ndio tutaweza kukutana na kuongea the whole story. Kwa kwa sasa hivi labda mturuhusu tuende tukapumzike. Na nawashukuru lakini kikubwa zaidi ni sema asante. Asante kwa Tanzania wote, asante kwa mashabiki wote, asante kwa wapenzi wote, wasanii wote. Sijapata nafasi ya kuingia kwenye mitandao lakini nimepata hadithi zote, sapoti yenu. Nairudia tena, tunasema asante, tunashukuru, na shukrani za kipekee ziende kwa mkurugenzi, bosi wangu Ruge Mutaba, amepambana na, na sisi kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi, tuko naye. Mungu akubariki sana. Ila wa Tanzania, shukrani sana, habari hizi wafikie, tunasema asante. Nakuwa speechless na kosa cha kuongea lakini nasema asante. Nadhani Jumatatu tutakutana, tutaongea sana, mturuhusu sasa hivi turudi, lakini sisi ni wazima na tunaendelea vizuri.

Shukrani nyingi sana kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV kwa kuendelea kuifuatilia, na kama tulivyokuahidi kukuletea habari hizi mpaka mwisho, hatimaye Roma Mkatoliki pamoja na wenzake watatu wamepatikana, na sasa hivi kutokea maeneo haya ya Mwananyamala hospitali ndivyo wanaelekea nyumbani kwao. Umemsikia Roma na mengi yote ambayo yatazidi kuendelea, kama alivyotuahidi Jumatatu usikose. Global TV itakuletea habari hizi zote kiundani zaidi. Is your best presenter, Kelvin Shaya, nyuma ya kamera, much respect to my big director Amani